Tunatambua kuwa wakulima wengi nchini bado ni wadogo na wanatumia teknolojia duni. Kupitia huduma za PASS Leasing na wadau wa KANU Equipment, wakulima hao watapata nafasi ya kumiliki zana bora za kilimo kwa mikopo yenye masharti nafuu. Hii itasaidia kuboresha uzalishaji na kuongeza kipato cha kaya nyingi vijijini. Ni wasihi wakulima wajasiriamali wote kutumia fursa hii vyema ili kuongeza tija katika usambazaji na kuongeza ushindani wa bidhaa zetu katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Lakini la mwisho kabisa, naomba wananchi mliofanikiwa kupata zana hizi kwa mikopo yenye masharti nafuu, zisimamiwe ipasavyo mwe waaminifu katika kurejesha kama alivyosema mkurugenzi wa PASS Leasing kwamba wilaya Hana si wababaishaji kwenye kurudisha mikopo. Kwa hiyo naamini kwamba kwa zana hizi ambazo tumekabidhiwa zana 17 trekta ambazo ni nzuri sana, kesho naona zitakuwa shambani kama ninavyowajua. Na sisi kama halmashauri tunaendelea kuahidi ushirikiano kwa, kwa wadau mbalimbali wa kilimo kama hawa wenzetu wa Kanu na hawa wa PASS Leasing tunaendelea kusema kwamba tunaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha, na pale ambapo mnakwama, kama kuna jambo la kufanya au kusaidia, kama halmashauri tuko tayari. Na niseme kwamba kwa niaba kwa ya mkurugenzi ambaye anamwakilisha hapa, pia amenituma nilete salamu za shukrani kwa makampuni haya na wadau hawa wa kilimo lakini pia niendelee kusema kwamba pia kwa wananchi wetu Hanang, e, sisi ofisi zetu ziko wazi pale ambapo kuna changamoto au jambo ambalo mngehitaji halmashauri yetu iweze kusaidia au kulifanya, tuko tayari kabisa kushirikiana. Kwa hiyo karibuni sana katika kanda hii. Wilaya ya Hanang ni mojawapo ya wilaya muhimili wa uzalishaji katika kilimo mifugo na uvuvi kwenye wilaya yetu, tunao wakulima zaidi ya 490 wenye matrekta makubwa ya namna hii, 490 na takwimu hii inayo isema ni tofauti na hii itakayoongezeka leo. Lakini pia tunayo matrekta madogo, wale wakulima huko walio na matrekta madogo ni zaidi ya sabini, lakini tunazo combining harvest ni takribani kumi na nane, lakini tunazo machineries nyingine mashine za kuchakata ama kupukuchua mazao, kupukuchua mahindi. Mashine hizi zinatumika kupukuchua maharage, ndengu na kadhalika, ziko zaidi ya mia mbili.